Hili, hili la liloko polisi tuache polisi waendelee nalo, sitaki kulisemea, uh -huh. Tuliache hili la pole pole lifuate utaratibu wake. Mimi sio msemaji kwenye eneo hilo. E, kuhusu majeshi na vyama vya siasa, kwamba kuna polisi aliwe kutamka kwamba yeye ana jinadi kwamba yeye ni mwana CCM. Mimi nadhani mwanajeshi huyo sijui ni nani lakini siamini kama yeye ni mwana CCM hata kidogo kwa so, sababu katiba katiba hii ibara ya 147 inakataa kabisa tena ibara ya 3 inakataa kabisa kwamba ni marufuku ni marufuku eh yeye anasema kabisa itakuwa ni marufuku bara ndogo ya tatu. itakuwa ni marufuku kwa mwanajeshi yeyote kujiunga na chama chochote cha siasa isipokuwa tu atakuwa na haki ya kupiga kura iliyotajwa katika ibara ya tano ya katiba hii katiba kama kuna mtu alikuwa anajiburudisha au ameonja ame, ame alichokionja, mwili umechangamka, akajisemea amejisemea tu. Mimi nadhani amejisemea tu.